Uongozi, uongozi wa Kiatu TV unakutakia swiha njema na mafanikio mema. Karibu tujifunze. Timu ya ushindi wanastahili sifa. Karibu Kiatu popote, hakuna shaka wala hofu. Kiatu popote, kila kona wanakanyaga. Video za matukio Changamka popote ulipo unakaribishwa kwa moyo, huduma za hali ya juu anatoa bila ghasia. kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa, atapita mtaa huu, na mimi namsubiri apite hapo. Msomaji, nipo 297 295, nasema 295 mpaka 97 hapa, lazima apite hapa, hasa nisipite. Kwa nini? Kwa nini nisipite? napita sasa kama wewe kama wewe kidume kweli, uje uvunje hii hapa, napita na wewe, huwezi kuniziwia na kwa sababu hatapita mimi, sipashereheshi sasa. Na pacha hivyo hivyo, namsubiri apite, tutajuana dakika dakika 15 sijaso mtego, mtego au nipitia sasa hivi. Wewe usiniwekee mkwala, mikwala yote navunja. Soma hiyo, 297 najua akili za Waislamu nimekaa nao miaka mingi nawafahamu, kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa, atapita mtaa huu na mimi namsubiri apite hapo, msomaji. Nipo mbili tisini na saba, mbili tisini na tano. Nasema mbili tisini na tano mpaka tisini na saba, hapa lazima apite hapa na mbili tisini na saba, mbili tisini na saba, Qorani inasema naam, sema sema. Sema. Sikiliza, neno anaambiwa sema. Sema. Sema. Ndio. Anayemfanyia ushinde Jibril. Anayemfanyia ushinde Jibril kwa kuwa ndiye aliyemletea utume. Ndiye aliyemletea utume. Mwalimu, narudia hapo. Rudia. Sema. Ndio. Anayemfanyia ushinde Jibril. Sawa. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad. Asifanye nini? Asiwapelekee Mayahudi. Sasa hapa najua lazima mwalimu wa Kiislamu atapita, na kwa sababu atapita, mimi sipashereheshi. Sasa na pacha hivyo hivyo, namsubiria apite, tutajuana dakika kumi na tano usijazo mtego au nipitia sasa hivi. Hapa atapita, na sehemu nyingine ambayo atapita, msomaji nipo. Hizi ndio hali ambazo anaweza kutumia kuwababaisha Wakristo na mdahala huu umeleta kitu cha maana, na ndio maana unaposikia maneno haya ikafikia kufanya maamuzi, tumeshaelewana toka polepole. Nenda kwa mchungaji, nenda kwa shekhe, atakuongoza sala ya toba, atakupa maelekezo basi. Lakini unaposikia maneno haya na kusii, ndugu yangu, kubali kufanya maamuzi, kubali kubadilika. Na Mungu atakusaidia. Amen. Usikubali moyo wako kufanya kuwa mgumu. Sasa najua akishatoka katika tisini na saba atakimbilia sehemu nyingine. Qurani kumi na nne surati Ibrahimu kumi na nne arobaini na tatu kumi na nne arobaini na tatu Hapa lazima apite, inasema ndio kumi na nne arobaini na tatu inasemaje? Wawe wanakwenda mbio, sura ya kumi na nne surati Ibrahimu. Ndio, ndio, wawe wanakwenda mbio, naam, vichwa juu sawa na macho yao hayapepesi. Ukimaliza huko chini, anasema anasema, na wanasema waliokufuru, wewe si mtume. Sema, hakika Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa mimi ni mtume. Sasa aya kama hizo zipo nyingi, lakini aya kama hizo zinaonekana ni mtu ambaye yeyote anaweza akatoka akasema akasema, hata mimi naweza nikatangaza nikasema, mimi ya haya, jamani, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nikatoa ishara na miujiza, watu wakafanyeje? Wakaniamini. Lakini mwenye akili timamu atataka mkataba wa mimi na Mungu, wapi Mungu amenichagua mimi kuwa mtume. Sasa nikionyesha, niki makubaliano hayo, basi nakubalika, lakini mpaka sasa Muhammadi, hakuna sehemu kaonyesha makubaliano kuwa yeye kafanya nini kachaguliwa. Labda mwalimu wa Kiislamu leo atapata aya mpya ya kutufahamisha jamani, Muhammadi kachaguliwa, akisema hivyo andiko hapa. Ni maandiko leo hii mara nyingi tunapofanya midahalo na kama hii, tunatumia Injili ya Mathayo, yaani injili zote ni tunazikubali, ayo Mwislamu ayu Mkristo atatoa. Na kwa nini sasa tunakubali wanafunzi kumi na wawili wa Yesu? Kwa nini tunawakubali? Na hata mwislamu anaposimama anapojenga hoja anawatumia. Kwa nini? Sababu gani inatufanya tuwakubali? Kwa nini? Msomaji nipo Luka sura ya sita aya ya kumi na tatu. Luka sita aya ya kumi na tatu. Sita kumi na tatu, Luka anasemaje? Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Barikiwe. Inasema. Ndiyo. Hata kulipokuwa mchana, Yesu anasema, hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake. Yesu aliwaita wanafunzi wake akachagua, rudia tena, akachagua, akachagua kumi na wawili. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa hiyo akachagua, na ndio maana akisimama mwalimu wa Kiislamu akimtaja Matayo, atasema soma Matayo, asema soma Luka. Mwalimu wa Kikristo ni hivyo hivyo. Hatuna matatizo na watu hawa, kwa sababu gani? wamechaguliwa. Lakini tukiangalia kwa Muhammadi, kusema tu kwa yeye ni mtume, anasema kwa yeye ni mtume. Tunapotaka kujua wapi kachaguliwa, basi ndipo inakuwa tatizo. Sasa tukaona mada hii tukiisemea pembeni, Waislamu wanaweza kulalamika, tukasema tutaichagua kwa tuka maksudi, tuta labda usomaji wetu ulikuwa ni mbaya tumeshindwa kuelewa kupata andiko kachaguliwa, labda leo wanaweza wakatusaidia likapatikana andiko katika jumba hili. Tukasema tutaichagua imada, waislamu watufundishe, labda tumeangalia vibaya kwenye kusoma kwetu, watufahamishe, aya gani Muhammad, amefanyeje amechaguliwa. Sasa mbali na hilo, mbali na hilo, mbali na kuonekana wanafunzi wa Yesu, hatuna matatizo nao kwa sababu wamechaguliwa. Lakini pia inaonekana leo nabii Musa anakubalika, mwislamu anasimama anamwelezea Musa vizuri sana, na unaona historia ya Musa inavyoelezwa haitofautiani sana na katika Biblia. Si Musa akazaliwa Misri, huku hivyo hivyo. Musa alipofika mri fulani kaua, Qurani pia imesema maneno hayo, labda Musa, yani vinakubaliana sana kwa hiyo Mkristo hana wasiwasi kuhusu nabii Musa. Akisimama mwislamu akisema Musa kadha kadha kadha, Mkristo hana matatizo hata kidogo. Akisimama mkristo akamwelezea nabii Musa, mwislamu hata kichwa akiume anasema, bwana, huyo nabii tunamkubali, bwana, hana matatizo. Nabii kwa wana wa Israili hana matatizo. Kwa sababu gani hatuna matatizo na Musa? Kitu gani kimetuondolea matatizo msomaji? Nipo msomaji, nipo saba mia arobaini na nne Korani Surat Al-Araf, saba mia arobaini na nne Korani. Akasema Mwenyezi Mungu, akasema Mwenyezi Mungu, ewe Musa, anaitwa sasa, ewe Musa, mimi Mungu, anasema mimi Mungu, mimi mimi, nimekuchagua. Rudia tena nimekuchagua jamani, kama kuna mtu amwamini nabii Musa humu ndani, hebu ulio afanya maamuzi ya kumwamini, ebu rudia tena. Inasema, inasemaje? Akasema mwenyezi Mungu, akasema mwenyezi Mungu, ewe Musa, ewe Musa, wewe mimi, ehe, nimekuchagua, ndio juu ya watu wote. Hivi kuna mtu atamjengea hoja ya nabii Musa? Sasa ni vyema Wakristo hawa mwapate wakajaza nafasi kule msikitini, lipatikani andiko liseme, ewe Muhammadi, mimi nimekuchagua uwe mtume kwa watu wote. Tutasema sasa wakristo hawo wameelewa, wanafanya kusudia, au mnasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tukiangalia hatuoni, tukiangalia hatuoni. Sasa kama tukiangalia hatuoni tukaona ni vyema tupate andiko ambayo linasema Muhammad wapi kachaguliwa? Sasa katika mdahalo kuna ujanja huu, kuna ujanja huu, mtu anaweza akatoa aya asianzie juu. Hebu soma aya hii, somaji ndio, soma Qurani ishirini e, kumi na tatu, ishirini kumi na tatu. Nimepewa taarifa hapa nimebakiwa na dakika tano. Naamu, ishirini kumi na tatu inasema ndio, ishirini kumi na tatu peke yake ishirini kumi na tatu Huu ni ujanja ambao mtu anaweza akauzungumza. Sasa anaumaliza kabisa, inasema ndio, nami nimekuchagua kuwa mtume. Basi sasa mtu anaweza akatuka huko akaja akasoma aya kumi na tatu akasema nami nimekuchagua kuwa mtume, takbir, Allahu akbar, akaenda uka pale chini, bila kujua aliyekusudiwa hapo nani? Tumeelewana hapo sasa, lazima tuangalie. Najua atakapokuja anaweza akasoma ile andiko akaanzia kumi na tatu. Sasa tunasafisha kabisa, aliyechaguliwa hapo kuwa mtume nani? Je, ni Muhamadi? Umeanza kumi na tatu, anza kumi na moja. Kumi na moja inasema hadi kumi na tatu tujue ni nani. Basi alipofika, basi alipofika alipofika, akaitwa akaitwa nani? Akaitwa, ninarudia. Tamwi ndio. Basi alipofika, sawa, akaitwa. Endelea ewe Musa, rudia tena. Basi alipofika, alipofika akaitwa, akaitwa ewe Musa, ewe Musa. Kumbe hapa ndiko linamkusudia Musa. Sasa mtu akija kwa ujanja wa mihadhara atasoma kumi na tatu, lakini anatakiwa aanze kumi na moja. Kumbe anakusudia nani? Musa. Sasa ili ijulikane, leo Wakristo wanafanya makosa kumkataa Muhamadi. Aya gani? Muhamadi amechaguliwa kuwa mtume watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Nimeeleweka sijaeleweka? Nimeeleweka hivi? Kuna aja kupigwa kengele wapi? Mimi nadhani inatosha turudishe hadhara upande wa pili kuona watakuja kufundisha nini. Mbote, na Mungu awabariki sana, amen. Moyo huduma za hali ya juu bila ghasia, matukio yako yatahifadhiwa kama historia. Kiatu popote ni jibu la kila nia. Kiatu popote, kila kona tunafika, kadi na mabango biashara ni ndoto, kwa kila tukio twashuti na umakini. Kiatu popote, kazi yetu ni ya dhati.